Mnamo Novemba 26 mwaka 2025, Jeshi la Guinea Bissau liliteka mamlaka kwa nguvu kwa mara nyingine likimwondoa madarakani Rais Omaro Sissoko Embalo. Mapinduzi haya ni mwendelezo wa historia ndefu ya misukosuko ya kisiasa nchini humo. Guinea Bissau taifa dogo la Afrika Magharibi limejikuta tena katika mzunguko wa mapinduzi ya kijeshi baada ya jeshi hilo kutangaza kuipindua serikali ya Rais Omaro Sissoko Embalo mnamo tarehe 29 Novemba mwaka 2025. Mapinduzi haya yamekuja wakati taifa hilo likiwa katika kipindi nyeti cha kisiasa ambapo matokeo ya uchaguzi wa ya uraisi yalikuwa yakisubiriwa kutangazwa. Jeshi la Gini Besau lilitoa sababu kadhaa za kuchukua mamlaka, zikiwemo tuhuma za udanganyifu katika uchaguzi ambapo pande zote mbili zilidai ushindi kabla ya kutangazwa kwa matokeo rasmi, hofu ya machafuko ya kisiasa kutokana na mvutano mkali kati ya serikali na upinzani, kudorola kwa hali ya usalama ambapo milio ya risasi ilisikika kwa siku kadhaa karibu na ikulu ya rais mjini Besau. Baada ya kutangaza mapinduzi kupitia televisheni ya taifa, jeshi lilichukua hatua ikiwa ni kumkamata raisi Embalo pamoja na maafisa wa serikali na viongozi wa upinzani, kufunga mipaka yote ya nchi na kutangaza amri ya kutotoka nje, kusitisha mchakato wa uchaguzi uliokuwa ukisubiri kutangazwa kwa matokeo. Brigadia Jenerali Denis Nkana mkuu wa brigedi ya kijeshi mjini Bissau alihutubia taifa na kutangaza kuwa jeshi limechukua madaraka kwa lengo la kulinda amani na utulivu wa kitaifa. Mapinduzi haya yamezua wasiwasi mkubwa ndani na nje ya Guinea Bissau. Wananchi wengi wameingiwa na hofu, huku baadhi wakikimbilia maeneo salama kufuatia hali ya sintofahamu. Jumuiya ya kitaifa, ikiwemo Umoja wa Afrika na ECOWAS, imelaani mapinduzi hayo na kutoa wito wa kurejeshwa kwa utawala wa kilahia nchi jirani na mashirika ya haki za binadamu yameelezea wasiwasi wao kuhusu salama wa viongozi waliokamatwa na mustakabali wa demokrasia nchini humo. Guinea Bissau imekuwa na historia ya mapinduzi ya kijeshi tangu ilipopata uhuru kutoka uleno mwaka 1973. Tangu wakati huo taifa hili limepitia mapinduzi kadhaa, migogoro ya kisiasa, na mabadiliko ya mara kwa mara ya uongozi, hali inayoathiri maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2025 ni ishara ya changamoto kubwa za kisiasa zinazolikumba taifa la Guinea Bissau. Ingawa jeshi linadai kuwa linachukua hatua kwa ajili ya kulinda taifa, historia inaonyesha kuwa mapinduzi haya mara nyingi huchelewesha maendeleo ya kidemokrasia. Mustakabali wa Guinea Bissau sasa unategemea hatua zitakazochukuliwa na jumuiya ya kimataifa, pamoja na msukumo wa wananchi wa nchi hiyo katika kudai haki,